Takriban miaka miwili hatuna choo kabisa kabisa, yaani choo sokoni hamna. Watu ili wataka kujisaidia wanaenda jirani. Sasa soko kama hili lenye watu wa namna hii, halafu tuna manispaa wanachukua kodi, ili soko linaingiza mapato, halafu hatuna choo, halafu milipuko itokee tuanze kuzima moto. Kwa mheshimiwa, tunahitaji cho yalitandikwa mabomba kabisa sokoni, yakatandikwa mabomba. Yametandikwa asubuhi, tukashangaa jioni yale mabomba tena yametanduliwa. Haya, sasa kweli usafi utafanyikaje bila maji? Umeona, alafu choo soko kama soko cho hatuna mheshimiwa. hmm. Sasa huo usafi tunaufanyaje? Maji mnachukua wapi sasa kwa kufanya usafi? Maji ina maana ya usafi, tunaenda mitaani kununua na hili soko ni muhimu sana sana kwa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma, ukianzia matunda, mboga za majani, nyama. Hiki choo sio cha kuwa hapa. Kwa hiyo nimetoa maelekezo na nimuisha, nimemwita mkuu wa wilaya kwamba, la kwanza hakisha kwamba hiki choo kinajengwa haraka sana, lakini la pili, maji yapatikane kwenye hili soko, lakini la tatu, wale wananchi ambao wameomba, wako tayari kuweka ujenga mabanda wakae kwenye kivuli, mheshimiwa. Yeah! Na mkuu wa wilaya nakupa mwezi mmoja, utakuja kunipa taarifa mmetekeleza nini. Mwambie mkurugenzi asimamie hii, kama nataka tuende vizuri. Hawa ndio wanalipa kodi, hawa ndio wamefanya tumekuja hapa.